Serikali inatambua kazi kubwa na muhimu inayofanywa na vyama vya wafanyakazi kama wadau muhimu wa maendeleo. Napenda nitumie fursa hii kuwaomba wenzetu katika vyama vya wafanyakazi na jumuiya za waajiri, mhakikishe tunapata ufanisi wa kiutendaji miongoni mwa wanachama wenu kwa kutimiza wajibu wa kila mmoja miongoni mwenu. Nasema hivyo kwa kutambua kuwa bado kuna watumishi wachache wasio waadilifu ambao hawazingatii utumishi bora na wameweka mbele maslahi yao binafsi. Lazima watumishi wa aina hii wabadilike, ili wasiwe kikwazo cha kuleta ufanisi katika kuwatumikia wananchi. Napenda niwaahidi kuwa Serikali, kwa upande wake, itaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha watumishi wanapata haki na stahiki zao kwa mujibu wa sheria za utumishi na kanuni ambazo zipo. Napenda niwape moyo kuwa serikali inatambua na, na kuthamini kazi kubwa na nzuri inayofanywa na watumishi wote, na hivyo tutaendelea kuchukua hatua za kuimarisha mazingira ya kufanyia kazi kwa kuzifanyia kazi changamoto zilizopo hatua kwa hatua. Katika Mei Mosi ya mwaka jana wa 2024 nilitoa maelekezo kuitaka afisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji kukaa pamoja na wadau wake wa utatu ambao ni vyama vya wafanyakazi na jumuiya za waajiri ili kujadili changamoto za wafanyakazi na kuzitafutia ufumbuzi. Nimefarijika kuelezwa kwamba kwa sasa vikao vitano vya wadau hao tayari vimeshafanyika na hoja kumi na sita zimejadiliwa kama tulivyoelezwa hapa. Nimeambiwa pia majadiliano hayo yamejumuisha Ofisi ya Rais, Katiba, sheria ya utumishi na utawala bora, mfuko wa hifadhi ya jamii, mfuko wa huduma za afya na wadau wengine. Tayari hoja sita zimeshapatiwa ufumbuzi, tano za zatuk na moja ya zanema, na hoja saba zinaendelea na hatua za kutatuliwa. Ni matarajio yangu kuwa hoja zilizobaki nazo zitakamilika. Ni vyema muendeleze vikao hivi ya wadau ili kuzidi kupunguza changamoto zilizopo katika sehemu zetu za kazi, na muwe mnanipa taarifa ya kila hatua za utatuzi wa changamoto hizo. Na naomba safari hii sehemu hii isikatwe. Katibu mkuu alisema mwaka jana kuna sehemu ilikatwa. Narudia, wadau, mwendelee kupunguza changamoto zilizopo katika sehemu zenu za kazi na muwe mnanipa taarifa ya kila hatua za utatuzi wa changamoto hizo. Pale ambapo mmeshindwa kupata utatuzi, leteni kwangu. Mimi nina matumaini makubwa kwamba hakuna hoja ambayo itatushinda, tutaweza kuzitatua zote. Ni dhahiri kuwa hatua hii itaimarisha mshikamano na ushirikiano baina yetu, serikali, waajiri na wafanyakazi kupitia vyama vyao. Nyote ni mashahidi wa nia na dhamira njema ya serikali kwa wafanyakazi wake. Serikali imeendelea kuchukua hatua za kuboresha maslahi ya watumishi wake kwa namna mbalimbali, ikiwemo kulipa nyongeza ya mwaka ya mshahara, yani annual salary increment, kuwa na mfuko wa huduma ya afya kwa wafanyakazi wake pamoja na kushughulikia marekebisho ya maslahi ya watumishi baada ya kuibuka kasoro za malipo yao kufuatia kuanza kutumika ongezeko la mishahara ya wafanyakazi Imani yangu ni kuwa hatua hii imezidi kuchochea ari ya watumishi katika kada zote kutimiza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Wito wangu kwenu wafanyakazi nyote, mwendelee kutekeleza majukumu yenu kwa bidii, maarifa, uadilifu na uzalendo, huku mkitanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Nawapongeza kwa kauli mbiu ya mwaka huu ya, ya, ya, ya mwaka 2025 inayosema: wafanyakazi tufanye kazi kwa bidii na nidhamu, tudai haki zetu kwa mujibu wa sheria na tushiriki katika uchaguzi mkuu kwa amani. Wito wangu kwa vyama vya wafanyakazi, mshirikiane na serikali na waajiri ili kuhakikisha tunaongeza tija kwenye maeneo yetu ya kazi kwa manufaa ya taifa na kwenu wafanyakazi wenyewe, kwa kuzingatia kuwa mwaka huu nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu, nawaomba wafanyakazi wote, viongozi, waajiri na wananchi kwa ujumla, tushiriki kwa amani na tuheshimu sheria. Tuendelee kuwa walinzi wa amani yetu kama tunavyolinda maslahi yetu kazini. Naomba vyama vya wafanyakazi, waajiri na wafanyakazi wote kwa ujumla, tushirikiane katika kuhamasisha kuilinda na kuidumisha amani tuliyo nayo na tushiriki